Audh billah min sheitan rajim bismillah rahmani rahim thumma salatu wassalamu ala ashraf almursalin wala wa alihi wasahbih lajmain rabishrahli sadri wa yassir li amri wahlu luqdatan min lisani yafqahu qauli amma baad. Assalamu laikum warahmatullahi wabarakatuh. Dada zangu katika iman, tutaendelea na darsa yetu, na leo hii nitazungumzia kuhusu usalama wa nafsi. Dada zangu katika iman, umma wa Kiislamu ni umma bora wenye usafi katika iman, ibada na muamala au mahusiano mazuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza yale vishawishi vyote vinavyochochea chuki na kusababisha migawanyiko na uadui baina ya umma wa Kiislamu.

Salahu Muslim yani, amesema ya mtume sallallahu alaihi wasallam: msichukiane, msihusudiane, msiachane na kuweni ndugu wa Allah subhanahu wataala, waja wa Allah subhanahu wataala, haijuzi au haifai kwa mwislamu kumwacha ndugu yake zaidi ya siku uh tatu. Imepokewa na imamu Muslim. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alihimiza mapenzi na maelewano baada ya, ba, yani baina ya umma wake pale aliposema, walladhi binafsi biyadihi la tadkhulu ljannata hatta tuminu wala tuminu hatta tahabu, rawahu Muslim. Alisema mtume sallallahu alaihi wasallam, na hapa kwa yule ambaye, ni nafsi yangu imo mikononi mwake, hamtaingia peponi mpaka muamini na hamtaamini mpaka mpendane. Haya yamepokewa na imamu Muslim zangu katika iman. Kadhalika alipoulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni nani mbora wa watu, akasema eh, kullu mahmum alqalb saduqul lisan, yani akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam bora mbora wa watu ni kile, yani ni kila mwenye moyo mnyenyekevu ambaye ni mkweli. Dada zangu katika iman Qalu suduqu lisan narifuhu fama mahmumu lqalbu, yani wakasema masohaba wake. Yani, uh, tunamjua yule ambaye ni mkweli wa ulimi, lakini vipi kwa yule ambaye ni mnyenyekevu wa moyo hatumjui? Qala huwa nnaqiyu At-taqiyu uh, la ithm fihi wala baghyi wala ghillin wala hasadin rawahu Ibn Majah. Akasema mtume sallallahu alayhi wasallam kuambia masahaba wake kuhusu yule ambaye ni mnyenyekevu kuwa ni mcha Mungu na msafi, hana dhambi ndani yake, hana uadui, hana uovu wala hasad. Haya yamepokewa na Ibn Majah. Dada zangu katika iman, utulivu wa nafsi ni miongoni mwa neema wanazopewa watu wa peponi wanapoingia humo anasema Allah subhanahu wa ta'ala kuyathibitisha haya katika Qur'an suratul Hijr aya ya arbaini na saba wanaza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin na hakika watu wa iman wataishi katika kheri hii na nafsi zao zikiwa zimetua kwani tumezitoa chuki zilizokuwemo katika nafsi hizo

hao watakuwa ndugu waketi juu ya viti vya enzi, yani zikitazamana nyuso zao kwa furaha na mahaba, wala hawawi yani mmoja nyuma ya mwenziwe wakichunguliana visogoni. Dada zangu katika imani, amani ya nafsi ni starehe katika dunia na fadhila ya akhira na ni miongoni mwa sababu za kuingia peponi. Ibn Al-Qayyim rahimahullah amesema tofauti kati ya moyo mwema na upumbavu na na kughafilika ni kuwa moyo uliosawa unatokana na kutotoka yani uovu baada ya ya kuujua, yani unatokana na kutotaka uovu baada ya kuujua. Kwa hivyo, moyo unakuwa yani huru kutokana na kuutaka na kukusudia, na sio kuujua na kuufanyia kazi. Yani huu ni tofauti na upumbavu na kutojali ambao ni ambao ni nini? Ambao ni yani ujinga na ukosefu wa elimu. Hili jambo dada zangu katika imani, si jambo la la yani kusifiwa, kwa sababu ni upungufu, bali watu huwasifu wale walio walio hivyo kwa sababu ya uhuru wao kutoka kwao kwa Yani ukamilifu dada zangu katika imani ni kufahamu undani wa uovu na kuwa huru kutokana na tamaa yake, mwisho wa nukuu wa ibn al-Qayyim. dada zangu katika imani Umar bin Al-Khattab uh, radiyallahu anhu alisema lastu bi khasbin wala yakhda'uni alkhabin, wakana uh, yani Umar aqil mm, an yukhda'u wa aurau min an yakhda'u yani, mimi si mdanganyifu na mdanganyifu hanidanganyi. Omar radhiyallahu anhu alikuwa na hikima sana, kudanganywa na na mcha Mungu sana kiasi cha kudanganywa. Dada zangu katika iman, moyo ulio sawa ni sababu mojawapo ya kuingia peponi. Amesema Anas bin Malik radhiyallahu anhu Yani atakujieni yani atakujieni sasa hivi mtu katika watu wa peponi. Mtu mmoja kutoka kwa answar akatoka nje, ndevu zake zikiwa zimejaa maji kutokana na udhu wake, ameshika viatu vyake katika mkono wake wa kushoto. Siku iliyofuata Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema vivyo hivyo, na mtu yule yule akatoka kama mara ya kwanza. Siku ya tatu Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema tena vile vile, na mtu huyo huyo akatoka hali ile ile ya mara ya kwanza. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoinuka, swahaba Abdullahi bin Amru bin Al-As akamfuata yule mtu hadi kwake nyumbani kutaka kujua ni matendo gani au ni amali gani nzuri ambaye kwamba anayofanya yeye yule mtu, kiasi ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akambashiria kuwa ni mtu wa peponi. Akaishi aka, aka na yu mtu yule kwa muda wa siku tatu, akiangalia matendo yake au amali yake anayoyafanya eh, ili apate kumuiga. Bas hakuona chochote isipokuwa, yani, eh, aliona tu yale amali anayoyafanya ni amali ya kawaida na pale akamuuliza yule mtu, mimi nimekuja kwako kwa ajili ya kutaka kujua amali yako unayofanya kiasi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekubashiria wewe pepo. Akasema, mimi ninachokifanya sikifanyi kitu zaidi isipokuwa mimi huwa uh, nikilala silali, silali nikiwa na kinyongo na mtu katika nafsi yangu, na kadhalika, yani, sishughuliki na yasiyo nihusu mimi. Hiyo ndio amali kuu mimi hufanya, Dada zangu katika imani, na kwa ajili hiyo, hiyo ndio ikawa ni amali yake ambayo kwamba ni amali bora kwetu sisi kuwiga kama Waislamu. Yani, tusilale tukiwa na kinyongo na mtu yoyote, au kujishughulisha na mambo yasiyotuhusu. Ni amali kubwa, kiasi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alibashiria mja yule kuwa ni mtu wa peponi kwa ajili ya amali ile. Dada zangu katika imani, sababu za ugomvi na chuki miongoni mwetu sisi Waislamu kwanza kabisa inaletwa na nini? Inaletwa na kumtii shaitani. Anasema Allah subhanahu wataala katika Quran surat Alisraa aya ya hamsini na tatu <tied up> wa qul liibadi yaqulu lillati <tied> hiya <up> ahsan inna shaitana yanzaghu bainahum inna sheitana kana lil insani aduwan mubina, ewe nabii waambie waja wangu waseme maneno mazuri na waache kusema maneno makali makali yanayosababisha shari na uharibifu, kwani sheitani huchochea ugomvi au shari baina yao. Hakika sheitani ni adui aliyedhahiri kwa wanadamu. Dada zangu katika imani, amesema pia Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna shaytana kad aisa an ya'buduhu almusalun fi jaziratu larab walakin fi tahrish bainahum rawahu Muslim. Pia kadhalika, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, shaytani amekata tamaa na kuabudiwa na waja katika bara Arabu, lakini anajaribu kuzusha fitna baina yao. Haya yamepokewa na Imam Muslim. Sababu ya pili, dada zangu katika imani, ya ugomvi na chuki baina yetu sisi waislamu ni hasira. Hasira ni ufunguo wa maovu yote. Dada zangu katika imani, mtume sallallahu alaihi wasallam alimuhusia mtu kuepuka hasira, akamwambia la taghdab faradadaha miraran rawahu al-Bukhari. Yani mtume sallallahu alaihi wasallam ali alimwambia Eh, alimuhusia mtu usikasirike, alirudiarudia mara kwa mara. Haya yamepokewa na Imam Al-Bukhari. Dada zangu katika imani, hasira ni njia ya kuwakejeli watu, ni njia ya kuwanyima haki zao, ni njia ya kuadhuru na mambo mengine yanayoleta chuki na migawanyiko. Dada zangu katika imani, sababu ya tatu ya ugomvi na chuki baina yetu sisi waislamu ni kusengenya. Ni miongoni mwa sababu za uadui na njia ya ufarakano na fitna baina ya watu na kuziharibu nyoyo zao. Qala taala, dha man ahli hadhihi alkhislatun uh, adhamima hamazim mashaim binamim Yaani amesema Allah subhanahu wa ta'ala akiwalani wale ambao wanatabia hii potovu, mwenye kashfa anayezunguka zunguka huku na huku na kashfa. Waqala qala nabiyu sallallahu alayhi wasallam, la yadkhulu aljanna fattanan wa huwa annamam. Yani, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, haingii peponi mjaribu ambaye ni msengenyaji. Haingii peponi, dada zangu katika imani. Sababu ya nne ya ugomvi na chuki baina yetu sisi Waislamu ni husda. Husda, dada zangu katika imani, ni kutaka kupotee baraka kutoka kwa mmiliki wake ili aichukue yeye. Yani ni mtu kutaka, yani, kupotee baraka kutoka kwa mmiliki wake ili aichukue yeye huo ni uchokozi na madhara kwa Waislamu ambao Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake ame amekataza. Amesema mtume sallallahu alaihi wasallam sallam iyyakum walhasad fa in alhasad yaakul alhasanati kama taakul nnar alhatab, rawahu Abu Daud, yaani mtume sallallahu alaihi wasallam amesema jihadharini na husda, kwani husda huteketeza matendo mema ya mja kama vile moto, yani huteketeza matendo mema ya mja yule ambaye kwamba anahusudu, kama vile moto unavyoteketeza nini kuni. Haya yamesimuliwa na Abu Daud. Dada zangu katika imani, wivu huzaa kusengenyana, wivu huzaa kusengenya, wivu huzaa kukashifu Waislamu, wivu hujaa, yani huzaa dhulma na kiburi. Dada zangu katika imani, sababu ya tano ya ugomvi na chuki baina yetu sisi Waislamu ni kushindana kwa mambo ya kidunia, haswa katika wakati huu ambapo jambo hili limeenea na nyoyo zetu zimeingia giza. Tuepuke haya tut, yani tukiepuka haya dada zangu katika imani tutakuwa salama kwa watu wetu na kwa umma wetu kwa ujumla. Dada zangu katika imani, sababu ya sita ya ugomvi na chuki baina yetu sisi Waislamu ni kupenda matamanio na uongozi Haya, dada zangu katika imani, ni maradhi yasiyoisha na ni maradhi hatari. Swahaba Alfudail bin Iyad radiallahu anhu amesema, hakuna apendaye uongozi isipokuwa anahusudu, isipokuwa anafanya dhulma, isipokuwa anatafuta makosa ya watu, isipokuwa anachukia kutajwa kwa wema. Hii inaonekana kati ya wafanyikazi na wafanya kazi. Dada zangu katika imani, sababu ya saba ya ugomvi na chuki baina yetu sisi waislamu ni matani ya kupindukia. Ukizidi huleta chuki na kupelekea maovu. Utani, dada zangu katika imani, ni kama chumvi kwa chakula, kidogo kinatosha, lakini nyingi huharibu chakula. Kuna sababu nyingine mbali na hizi, mwislamu anatakiwa kujitakasa na kuepusha o na kuepuka nini? Chuki na husda. Ni vipi dada zangu katika imani tunaweza kujitakasa kama waislamu ili tudumishe moyo safi? Kwanza kabisa ni kwa kuwa waaminifu. Kutoka kwa Zaid bin Thabit radhiallahu anhu amesema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema: thalatha la yaghilu alayhinna qalbu mu'min I ikhlasul amal wa munasihati ulatul amr wa

tunavyoweza kutakasa nafsi zetu na tudumishe kujitakasa, yani na tudumishe moyo wetu uwe msafi. Njia ya kwanza ni katika mambo matatu, yani kuna mambo matatu ambayo moyo um, unaweza kupelekea moyo wa muumini yani usidanganyike kwanza kabisa ni ikhlas katika vitendo, pili ni kutoa nasaha za ikhlas kwa wenye mamlaka, na tatu ni kushi, kushikamana na umma wa Kiislamu, kwani dua yao inawazunguka nyuma yao. Haya yamepokewa na Imamu Ahmad na Ibn Majah. Dada zangu katika imani, inajulikana sana kwamba yeyote anayeamini kwa, kwa ikhlas dini yake, kwa ikhlas dini yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, atakuwa na mapenzi ya dhati tu kwa ndugu yake Muislamu kisha atafurahi iwapo jambo la kheri litawatokea na jambo la huzuni ikiwapata kadhalika atahuzunika pamoja nao duniani na akhera. Dada zangu katika imani, njia pili ambayo kwamba yani eh, tunaweza kujitakasa naye nafsi yetu kama Waislamu ili tudumishe moyo safi ni kwa kutosheka Allah subhanahu wa ta'ala, yani kutosheka kwa uh, Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Qayyim rahimahullah amesema kuhusu kutosheka kuwa humfungulia mja mlango wa usalama na husafisha moyo wake kutokana na hila na uovu. Hakuna atakayeepushwa na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa anayemjia Allah subhanahu wa ta'ala na moyo uliosawa na safi. Kwa hivyo njia ya pili ya, ya ambayo kwamba tunaweza kujitakasa naye kama Waislamu ili tudumushe moyo safi ni kwa njia ya kutosheka na kuridhia uh, amri ya Allah subhanahu wa taala. Na njia ya njia ya tatu, uh, uh, njia ya tatu ambayo kwamba tunaweza kujitakasa naye nafsi zetu kama Waislamu ili tudumishe moyo safi ni kwa kusoma Quran na kutafakari Quran. Dada zangu katika imani, Quran ni tiba kwa kila mwenye maradhi ya moyo. Anasema Allah subhanahu wataala katika Surat Alfusilat, al aya ya arobaini na nne qul huwa lilladhina amanuu hudan washifa Sema, hii Qur'an ni mwongozo na tiba kwa walioamini. Kwa hivyo Qur'an ni tiba kamili ya maradhi yote ya moyo na na, yani, na mwili na mwili, na mwili ma, maradhi ya dunia na akhira. Dada zangu katika iman, njia ya ambayo kwamba tunaweza kujitakasa naye kama Waislam ili tudumishe moyo safi ni kwa kukumbuka hisab na adhabu mwenye kuwadhulumu dada zangu katika imani, mwenye kuwadhulumu dhulumu Waislamu kutokana na nafsi yake mbaya na nia yake mbaya, kama vile chuki, husda, masengenyo, kejeli miongoni mwetu, basi yatupasa, yani, kujitakasa kwa kukumbuka hisabu na adhabu siku ya Kiyama, tuitakase nafsi yetu. Wahayo dada zangu katika imani. Ama njia ya tano ambayo kwamba tunaweza kujitakasa kama Waislamu nafsi zetu ili tudumishe eh, moyo safi ni kwa kuomba dua ya khair. Dada zangu katika iman, siku zote mja anatakiwa aombe dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala ausafishe moyo wake kwa ndugu zake na awaombee dua vile vilevile, kwani hiyo ndiyo tabia ya watu wema. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran sura Alhashr aya ya kumi, walladhina jau min badihim yaquluna rabbana ighfir lana waliikhwanina

Na waliokuja baada yao wanasema: mola wetu, tusamehe sisi na ndugu zetu waliotangulia kwa iman wale, usitie ndani ya nyoyo zetu chuki kwa wale walioamini. Mola wetu, hakika wewe ni mpole na mwenye kurehemu. Dada zangu katika iman, njia ya sita ambayo kwamba tunaweza kujitakasa uh, nayo kama waislam, kutakasa nafsi yetu ili tudumishe moyo safi ni kwa njia ya ihsan, kwani njia ya sa ihsan, ihsani inasafisha moyo. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam kama ilivyokuja katika Surat At-Tauba, khudh min amwalihim sadaqatan tutahiruhum, yani chukua sadaqa katika mali zao ili uwatakase kwa hayo. Dada zangu katika iman, pia amesema mtume sallallahu alayhi a wa wasallam da dawan mardakum bi sadaqatin, Sahih al Jami. Wapeni sadaka wagonjwa wenu. Haya yanapatikana katika Sahih al Jami. Dada zangu katika iman, wagonjwa wanaostahili zaidi kutibiwa ni wale wenye nyoyo inayogua, na moyo ulio kati ya pande zako ndio unastahili. O, oh, ndio tunastahili zaidi ku, ku uh, kuwapa matibabu. Dada zangu katika imani, kadhalika tunaweza kujitakasa kama Waislamu na nafsi zetu ili tudumishe moyo safi kwa kukumbuka kwamba yani, tunayemtegemea uyn unayemtemea un, yani, unayemtemea sumu unayemtemea sumu yako kwa kumpiga kwa mshale yako ni ndugu yako Mwislamu. Tupasa kukumbuka hiyo kuwa, uh, yani kwamba unayemtemea mte, unayemtemea sumu yako kwa kumpiga kwa mshale, kwa hiyo mshale yako ni ndugu yako Muislamu, si Myahudi wala si Mkristo, bali umeunganishwa naye kwa mafungamano ya Uislamu. Kwa nini uelekeze madhara kwake? Dada zangu katika imani, tunaweza kadha, kadhalika kujitakasa, njia ya nani ya kujitakasa kama waislamu ili tudumishe eh, moyo safi ni kwa kueneza yani, amani

Afshu salam bainakum, rawahu Muslim. Yani anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hapa, kwa yule ambaye nafsi yangu imo mkononi mwake, hamtoingia peponi mpaka muamini na hamtaamini mpaka mpendane. Je, ni kujulisheni kitakacho wafanya yani mpendane? Toleaneni nini salam. Dada zangu katika iman, ibn Abdul Bar, Allah amrehim alisema, au au amesema au alisema huu ni ushahidi wa wema wa amani, kwani huu kuondoa chuki na kuunda mapenzi. Dada zangu katika imani, kadhalika tunaweza kujitakasa kama waislamu ili tudumishe moyo safi kwa kujitahidi kupatanisha watu. Ansema Allah subhanahu wataala katika surat Al-Anfal, basi mcheni Allah subhanahu wataala na rekebisheni yaliyo baina yenu. Na kadhalika Ibn Abbas

kuambia masahaba wake je ni kujulisheni jambo ambalo ni bora kuliko saum swala na sadaka wakasema ndio akasema mtume sallallahu alaihi wasallam kuambia masahaba wake ni kusuluhisha migogoro baina ya watu imepokea na Abu Daud na njia ya kumi dada zangu katika imani tunaweza kujitakasa Uh, kama Waislam, ili tudumishe moyo safi ni kuwapendelea khairi Waislam. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kuhusu hili, walladhi nafsi biyadihi la yuminu yu abdi hata yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, rawahu al-Bukhari. Na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu imo mikononi mwake, mja haamini kikweli mpaka ampendelee ndugu yake kile anachokipendelea nafsi yake. Haya yamepokewa na Imam Bukhari na Imam Muslim. Mwisho kabisa, namuomba Allah subhanahu wa ta'ala azisafishe nafsi zetu na ziepuke chuki dhidi ya waislam. Shukran jazila wa barakallahu fikum.